Kanuni kama umemsema vibaya, umemtukana mama, umemtukana baba, alafu hamuongei, baba amekasirika. Kwa hiyo, kuna mambo tu yanaweza ukakuta hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali hapajakaa vizuri kiroho. Kwa hiyo, ukitengeneza, na maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo, unaposamehewa pale, ndio uponyaji wa kiroho. Kuna dhambi umefanya ingetakiwa uhukumiwe Getakiwa ukutane na adhabu ya milele, lakini unasamehewa. Ukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako. Unaposhiba ina maana tayari kuna utoshelevu, ujana wako utarejezwa kama tai, ujana wako utarejezwa. Kuna kizuizi cha roho ya mazoea, kumzoea Mungu lakini tukasema habari ya kuto kusamehe ndani ya moyo, kunaweza kukawa na maumivu uchungu kwa sababu umetendwa. Unaposhindwa kusamehe, hilo ni zuio katika ulimwengu wa roho, Mungu kukusaidia. Kesi siku ya jana tuliangalia habari ya kuto kutii maelekezo. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukakosa uponyaji, kwa sababu umeangalia mazingira ya maelekezo uliyopewa. Nimeona yule chemedali namna ambavyo alikuwa anaangalia mazingira kwamba mimi ni jemdari ni mheshimiwa eh, nimetoka safari yangu na msafara wote huu kwetu ni mizuri <laughs> kwa hiyo akaangalia mazingira na maelekezo aliyopewa akataka kukosa uponyaji lakini, alivyoshauriwa ashukuliwe, Mungu kwamba alisikiliza ushauri akatii, akaoga mara saba, akawa mzima kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine sio kwamba Mungu haponyi, Mungu anaponya kabisa, shida iko kwetu namna ya kupokea maelekezo ya kupokea uponyaji kutoka kwa Mungu. Na leo tutaangalia kwa neema ya Mungu hapa, vizuizi Mungu akitupa neema, viwili vizuizi viwili, halafu a, kama tutaona muda unaruhusu tutaangalia a, kwa sababu kwenye uponyaji huku kuna mtu anayeponya kutumia jina la Yesu, lakini kuna mwingine amepewa karama za uponyaji. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia aina tano za mtu mwenye karama ya uponyaji kwamba atajuaje kwamba ana karama za uponyaji. Kwa hiyo kuna mambo kama matano hivi ya kutambua kwamba ndani yako kuna karama za uponyaji. Pata neema tena, tutaangalia faida kama kumi na mbili za uponyaji, lakini kuna namna pale unapopona, kuna namna ya kutunza uponyaji. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana hapa. Leo tutaangalia kwa habari ya kizuizi kingine, ni kuwasema vibaya watumishi wa Mungu, kuwasema vibaya wapakwa mafuta wa Bwana. Kuna zuio kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Unapokuwa Mkristo, unapokuwa mtumishi, unapomsema mtumishi wa Mungu vibaya, katika ulimwengu wa roho kuna zuio la wewe kupata msaada kutoka kwa Mungu, lakini pia unaweza ukakutana na changamoto hata pia za kiafya kwa nini? Kwa sababu tu umesimama kumsema vibaya masihi wa Bwana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuliangalia hilo kwa umakini wake. Yaani, ukimwona mtumishi amekosa, kuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza mwombee, jambo la kwanza mwombee toba, mwambie Mungu ampe ufahamu wa kutambua anachokifanya ili atubu aache mara moja. Jambo la pili, jambo la pili kama Mungu amekupa neema na kibali cha kukutana naye kuzungumza naye mkiwa wawili, cha kwanza mwombee. Kama Mungu akikupa kibali kukaa naye mkiwa wawili, zungumza naye umwambie Bwana kuna hiki na hiki, na Mungu akupe hekima ya kuzungumza naye ili alipokee vizuri, kama vile Daudi na yule mtoto uh, wa Sauli akaenda akampa neno la hekima, akamwambia mfalme, haya mambo yaliyefanywa haya wewe kama wewe unaonaje, yani huyu mtu aliyefanya hivi afanyejwe? Akasema, huyu mtu aliyefanya mambo hayo hafai kabisa hata kuishi. Kumbe ni yeye ndo amefanya. Akamwambia, ni wewe mfalme. Akaingia kwenye toba akatubu, akasema, Mungu anisamehe, kumbe nimefanya haya. Amefanya ajui alichokifanya, lakini Mungu akatumia mtumishi wake, akampa hekima ya namna ya kumfikishia ujumbe ili asikasirike akaupeleka kwa hekima na ukaupokea kwa unyenyekevu na akatubu na Mungu akaponya lile taifa. Kwanini kwa nini? Kwa sababu alipokea na akanyenyekea akatubu, na Mungu akaingilia kati kuponya. Wewe unapomnyooshea kidole mtumishi wa Mungu, ni hatari kwako. Kuna mifano mingi kwenye Biblia, ukiandika kile kitabu cha Hesabu kumi na mbili kitabu cha Hesabu kumi na mbili mstari wa kwanza hadi ule wa kumi na tano Hesabu kumi na mbili mstari wa kwanza hadi ule wa kumi na tano Neno la Mungu linasema, kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo mtu huyo, Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pahema akawaita Haruni na Miriam nao wakatoka nje wote wawili, kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo katika uh, kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo maana waziwazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye alitaliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? hasira ya Bwana, hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake hema. Na tazama, Miriam akawa mwenye ukoma, mwenye kama seruji Haruni akawaangalia Miriamu na tazama, yu mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, e bwana wangu, nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu. Utaendelea hapo mpaka mstari wa kumi na tano. Tunaona namna ambavyo hawa kwa sababu wamemnyoshea kidole mtumishi wa Mungu Musa, walipigwa ukoma, walipigwa ukoma. Sasa huyu mtu aliyepigwa ukoma kwa mazingira haya, hata kama akioga mafuta mpaka kesho, kwa sababu amemnyoshia kidole masihi wa Bwana, kwa sababu amemsema vibaya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukawa na magonjwa tukang'ang'ana sana kupona tukaombewa sana tukazunguka sana shida, umemnyooshea mikono masihi wa Bwana. Inakupasa uingie kwenye toba, umwambie Mungu, nisamee, ni kweli nimesema vibaya kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Akati mwingine unaweza kuona jambo la kawaida sana, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni hatari sana. Na mfano mwingine, mke wa Daudi wakati Daudi anamsifu Mungu wake, kumbuka kwamba yeye ni mfalme, ana nafasi kubwa, ni kiongozi, lakini alinyenyekea, alishuka. Mungu alikuwa namba moja kwenye maisha yake, alimtukuza Mungu wake mpaka vazi likadondoka mwanamke akaona, akamsanifu akamzalao, alipigwa utasa, hakupata mtoto, hakuzaa. Kwa hiyo unapomnyoshea mtumishi wa Mungu ni vibaya sana. Sasa muulize jirani yako, wewe umeshasema kwa ajili ya watumishi wa Mungu wangapi? <laughs> wakati mwingine unahangaika sana, napambana. Mungu aturehemu, Mungu atusaidie na mtumishi wa Mungu sio lazima awe mchungaji peke yake, sio mwinjilisi, sio mtume, sio nabii. Na wewe pia uliyeokoka ni mtumishi wa Mungu, mume wako aliyeokoka ni mtumishi, mke wako aliyeokoka ni, kaka yako ukimsema vibaya, ameokoka ni mtumishi wa Bwana. Mungu anamwamini Mungu amempa hiyo neema. Kuna neema anayo wewe huna, na kuna neema wewe unayo yeye hana. We tunafaidiana kila mmoja kwa sehemu yake. Kwa hiyo unapomsema vibaya kama amekosea jambo, mwite, kaa naye, zungumza naye, mwambie kwamba ndugu yangu, hapa hapajakaa vizuri, rekebisha. Sasa unapoanza kutoka, amefanya hiki na kile, tayari Mungu anashughulika na wewe. Usimdharau mtumishi, huwezi jua, inawezekana ndo wamebeba majibu yako yote. Na shida ya shetani ni kwamba wale waliobeba majibu ya kwako, mara nyingi hakuna urafiki kwa sababu anajua kabisa huyu na huyu wakiwa marafiki hapa wakielewana hapa huyu mtu atapokea baraka haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu amebeba majibu yake, akitamka kwa, anaweza kaweka uadui hapo, usipokuwa makini k, kwa, unaweza kumchukia mtu, kumbe kabeba majibu yako, unaweza ukamdharau ukamwona wa kawaida, kumbe yeye akitamka neno, wewe unapokea. Hey, ni hatari sana kwa hiyo Mungu atusaidie sana, lakini kizuizi uh, cha nne cha tano Kizuizi cha tano kinachozuia habari ya uponyaji ni kujinenea maneno mabaya. Kujinenea maneno mabaya, unapokuwa mtu wa imani, kili maneno mazuri kwenye kinywa chako. Mwingine kama ni ugonjwa, anakwambia huu ni ugonjwa wangu, ni sukari yangu, ni pressure yangu. Kwa hiyo unapokili kila siku yangu, yangu, yangu, yangu, ina maana huo ugonjwa kutoka, inaweza kukawa changamoto kwa sababu umeukubali umeupokea umeukumbatia. Kataa kwamba hii sukari sio ya kwangu. Mungu kweli ameumba inatakiwa iwe normal hii pressure ni hatari sana. Mungu atusaidie sana, hii sukari iko namba fulani. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunamwomba Mungu atusaidie tujinene mema. Andika Zaburi mia moja na tisa wa kumi na saba hadi kumi na nane Zaburi ya mia moja na tisa msali wa kumi na saba hadi kumi na nane. Hesabu kumi na nne ishirini na nane hadi ishirini na tisa. Hesabu kumi na nne ishirini na nane hadi ishirini na tisa. tisa na Misali sita msali ule wa kwanza hadi ule wa pili. Misali sita msali ule wa kwanza hadi ule wa pili. Lakini pia andika Warumi kumi na nne mstari ule wa nne kutokana na muda wetu, pata nafasi kupitia hiyo mistari, tajifunza kitu kizuri hapo, na ninaamini Mungu atakubariki. Lakini pia andika mstari wa mwisho uh, kile kitabu cha Misali 18 mstari wa ishirini Misali 18 mstari wa ishirini Dalili angalau niseme mojawapo tu ya mtu ambaye Mungu amempa neema ya karama za uponyaji, na pia Mungu atupe neema hapa, tutakwenda kuomba. Ni mtu ambaye anaweza akawa anaota mara kwa mara, anawaombea watu wanapona. Ni mtu ambaye anaweza kawa anaota mara kwa mara, anawaombea watu wanapona. Na mwingine unaweza kukuta yuko hali mbaya sana, lakini unamwekea mikono na huyo mtu anapokea uponyaji saa hiyo hiyo, kwenye ndoto ukiamka nabakia kutafakari. Sasa hapa inakuaje? ulifikiri kweli katika uhalisia, lakini kumbe ni ndoto. Sasa ile sio ndoto, ni dalili, ni ishara ya kwamba Mungu amekupa neema ya karama za uponyaji. Kwa hiyo kuna neema ya uponyaji ndani yako. Naomba tusimame, tutakwenda kuomba kwanza. Cha kwanza tutaomba toba na rehema pale tuliponyoshea vidole watumishi wa Mungu na wewe mwenyewe pia ni mtumishi usijitoe. Kwa hiyo kama kuna mtu anakusema vibaya, ujue umwombee rehema, kwa sababu hayuko salama, hayuko salama. Mtu yoyote anayekutafuta kila siku kwa mabaya hayuko salama. Kwa nini? Kwa sababu anapambana na masihi wa Bwana. Na Daudi alitambua hilo, ndio maana hakutaka kumwangamiza Sauli. Sio kwamba alikuwa hana makosa, alikuwa nayo, na alikuwa ana uwezo wa kumfanya chochote na ndio maana hata alipoingia pale alilala, akaenda akakata na kipande cha vazi kuziilisha kwamba naweza kukufanya chochote, ili kwa sababu ni masiwa Bwana, hayo mafuta Mungu aliyokuwekea, ninakuheshimu. Haleluya, sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo nimesikia neno lako, ninaomba toba, ninaomba rehema. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani imiminike kwangu kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu, kwenye ufahamu wangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mimi ni mwanadamu, yamkini nimesema vibaya kwa ajili ya wapakwa wa opako mafuta wako, naomba unisamehe leo. Inawezekana kabisa changamoto ninayopitia, vita ninayopitia ni kwa sababu tu nimenena vibaya. Tunaona Miriamu na ndugu yake walivyopigwa ukoma. E Bwana Yesu, nitakase kwa damu yako iya samani, unioshe katika china la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika china la Yesu. Niliponena vibaya nilipojitamkia mabaya kwa habari ya afya yangu, wakati mwingine nimepita kwenye magumu, nikasema iamkini bora tu niondoke si kwa mateso haya. Leo ninafuta hayo maneno mabaya, leo nayafuta. Inawezekana kabisa nimetamka mabaya kwa ajili ya afya yangu, nimetamka mabaya kwa ajili ya maisha yangu, nikaweka zuio la Mungu kuniponya, la Mungu kunisaidia. Katika jina la Yesu ninafuta leo, kwenye ardhi, kwenye jua, kwenye mwezi, kwenye nyota kwenye sayali mahali popote, yalipoandikwa maneno mabaya, taarifa yoyote iliposimamishwa ya mimi kujinenea mabaya, leo nafuta, nachoma moto hayo mafaili yote yenye taarifa zangu nilipojitamkia mabaya, na yachoma moto katika china na Yesu nafuta hizo taarifa, hayo maneno. Isaya saba mstari wa saba, hayo maneno hayatakuwa wala hayatasimama katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ninaruhusu nguvu za Mungu zipite ndani yangu na kuniponya na kunifungua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, kwa habari ya uponyaji, kwa habari ya uponyaji, umenipa neema ya kutumia jina la Yesu na kukemea magonjwa na magonjwa yanaondoka. Lakini Bwana inawezekana kabisa, umenipa karama za uponyaji ndani yangu. Siku ya leo ninaomba unitie nguvu kwa ajili ya hiyo neema ya uponyaji, kwa ajili ya hiyo neema ya uponyaji, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninapokea nguvu zako, ninapokea nguvu zako kwa ajili ya karama za uponyaji, ili nitumike kwa ajili ya uponyaji wa watu wengi wapone kupitia mimi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninapokea nguvu, ninapokea nguvu, ninapokea nguvu kwa ajili ya uponyaji katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu unitumie kama chombo kwa ajili ya uzihilisho wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Basi pata nafasi, tutaomba pia kwa ajili ya hizo karama za uponyaji. Tapata muda hapa kusukuma kidogo kwa dakika chache kumwomba Bwana achilie nguvu katika hiyo karama ili tutumike, lakini kesho tutakuwa na sadaka ya kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu kwa ajili ya chochote ambacho yamkini kimesalia kwenye mwili, nawezekana kuna ugonjwa wowote, Mungu aingilie kati, aponye kabisa. Amen. Inawezekana kuna changamoto kwenye biashara kwenye ndoa na sehemu mbalimbali, Mungu aponye. Kwa hiyo andaa sadaka yako na wewe ambao unafuatilia kwenye mtandao, na kesho tutakuwa na sadaka ya kushukuru Mungu. Kwa hiyo andaa hiyo sadaka na Mungu atatubariki sana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya sadaka ambazo tunakutolea asubuhi ya leo, ukatubariki ukatulinde ukatutunze katika shughuli mbali mbalimbali tutakazokwenda siku ya leo, uwepo wako uwe pamoja nasi tukaone baraka zako nyingi. Linda na familia zetu na watoto wanaokwenda mashuleni na watu wanaosafiri ambao wako malangoni mwetu, tunawaombea Mungu, ukamtunze kila mmoja. Tunakataa ajali, tunakataa magonjwa, tunakataa roho za uharibifu, hazina mamlaka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 Basi kwa wale ambao wana muda naomba usome.